Aaaasa nikimalizia <laughs> <laughs> ni ni yeah. opposition. Yeah. Na mimi kama Mluya hata natembea hupeleka 100,000 pale. Pale Jakaranda bado ni wanta. Na mimi nataka kuambia hivi watu wa opposition. Mimi nataka kusema hapa nikiwa kwa bunge la mwananchi Kithurai, najua wengi wanadhani mimi ni Mkikuyu, yeah. mimi ni Mluya na nimesema hivi hakuna kiti yoyote tutachukua kama Waluya kama si deputy president, mm, mm, kama si deputy president. President! Na hakuna siku muluya atamwaga kura zake kwa Wakisii, hakuna 900,000

Nataka kukwambia yeah. United opposition yeah. mm. Whatever any table mutaka yeah. Whatever any decision mtafana I want to tell you the facto of natembea as a deputy president of this yeah. country hatunegotiati hapo mm. Sisi Waluhya enda wangalie mzuri kwa IBC milioni tunafuata Wakikuyu mm. kama Wakikuyu wameongoza mara hiyo yote sisi walio tukilala mm. atuna lida equity mm. na atuna akaunti ati kazi yetu ni kufanya ndini tu ati kuchimba makaburi mara hii, mm. 2027, makaburi zipo na Wajaluo <laughs> <laughs> <tujime makaburi>. okay. <laughs> Na makaburi tena Wakisii na oh, wa oh, wa oh. makaburi wakieka ndizi <laughs> <time>. <laughs> <laughs> Nani kusema, nanitaka kusema nataka kusema namna hii. Sasa nataka kusema namna hii. Wewe Natembea kwanza ile ng'ombe ulipeleka kwa Raila. Yeah. Ulifanya mzuri. Yaani, yeah. Yeah, ni mahari. Yeah. Sasa sisi hatuna deni yeah, na Wajaluo. Na hamuitaki irudi. Hamuitaki tena irudi. <laughs> <laughs> Matiang'i alipeleka <pelanga. laughs> ndizi. Huyo ndiye akona deni. <laughs> na picha. Na picha. <laughs> Picha ya <Yeah>, ng'ombe. Ya yeah, ng'ombe. <laughs> Yeye <yeah, laughs> yeah, wow, akona yeah, deni. Lakini nataka kusema hivi Waluhya, Yeah. We are we are united behind Natembea. Yeah. And we know the reason why we are pushing Natembea to become the president of Kenya. Ukiangalia, Mumias Sugar, Kidero alikula Nairobi, akakimbia kwa Wajaluo huko. Wakaleta manager mwingine hapa akakula akarudi huko. Sasa we want to tell these people like this. My friend, Wajaluo, kwanza kura zenu kidogo sana. Mumekuwa mkiringa na kura za Wajaluo wa Kamba na watu wa Mombasa na naoria. Saa hizi kura hakuna hizi kura zote ni makuzo na Wamasai, wa Masai. Sasa hiyo wamerudi kwa kashakwa. So unataka kuambia na mnaio Wajaluo, kufeni polepole. Na kama mtajenga kwenu, hata hapo Nairobi hatuwapea manyumba. Mtaenda huko.